Una jambo lenye maelezo mahususi, weka kwenye maandishi ili upate muda wa kutiririka vizuri, weka na namba ya simu. Wala msihangaike kuwanyang'anya wananchi mabango, tunataka tujue kuna watu wamwasikilizi viongozi, wananchi, alafu wakija mnawanyang'anya mabango. Sasa leteni, leteni karatasi ya mzee huyu aliyekuwa nayo leteni. Nani kachukua? Nani amechukua Hii taarifa ya mzee leteni, nataka kuiona. Katibu, pewa hiyo taarifa ya mzee, alafu chukua na namba yake ya simu. Pewa taarifa na cha Machemba, kata ya Mlingano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru kwanza kwa kunipa nafasi na hii pia nimshukuru, pili nimshukuru mkuu wa mkoa kwa hatua aliyochukua ya tarehe thelathini na moja mwezi wa kwanza mimi mheshimiwa waziri mkuu, nimesimama hapa mbele kwanza, maisha yangu yako hatarini kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule, ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari, nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti ile habari ikaruka, iliporushwa ile habari ili ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi, ikafikia sasa mwisho wa siku nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa arobaini na nane hapo kwa kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Muheza anasema kwamba lazima huyo Erasto, basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa kamatwa, nikawekwa ndani masaa 48. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kulipoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye leo alikuja na polisi kunikamata ali state aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi. Lakini baada ya, ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Rumpa, akamwambia leta mashahidi wako. Akasema akasema kwenye simu akasema mimi, hiyo kesi ni ya jamhuri sio yangu. Lakini yule mpelelezi akamwambia uje na uje hapa ueleze hapa kwa muda wako utakuwa utaona nini basi, hiyo ikaisha hivyo. Tarehe kumi baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu mimi kwa kesi jinai, maana atanifanya sijui, atapokonya vitambulisho vyangu anifanye niseme mimi mkimbizi ni aniondoshe mimi, nikapuuza. Tarehe kumi saa saba kasoro, nimekaa nyumbani naona namba ya ya ya, ya uhamiaji mwisho mwisho 64 naambiwa, na wewe ni nani? Naambiwa mimi ni Erasmo, mwenyekiti wa kitongoji kito, kito, cha Machemba Ehe, unahitajika uje hapo uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo huo ndani ya wiki mbili zilizopita walishaniita pale nimeshapeleka vya leo zangu vyote, kopi zangu zote, hadi vya TV hadi leseni, hadi vya NIDA vya kura nimejieleza nilipozaliwa, nimezaliwa Moshi, nimekulia Kigagris hapa zimo nimesoma shule ya Gagris hapa zimo. Kila kitu nimeshaeleza pale. Lakini nashangaa tarehe 10 mwezi wa pili juzi napigiwa simu namba lete vitambulisho vya NIDA. Sasa nikatafakari nika nikamwambia, nilete kopi au nilete original. Akanambia lete original. Sasa hiyo original hii nyaraka ni zangu, inakuaje nikuletee tena wewe? Baadaye tu nikaanza kukumbuka ile maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwamba nini unachotokewa kufanyiwa. Sasa nika tarehe kumi na moja kumi na mbili kweri, kwa kusomola kweli nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri basi alikuwa na majukumu mengi kulingana kuandaa utaratibu huu lakini niliacha barua pale, ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake. Lakini niliposikia unakuja leo, nikasema hapana, nafai niseme hili, kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatizo, nikatekwa au nikauawa, sababu mkoa yule ameshapanga bifu na mimi. Lengo le, nia kubwa ya kusema vile, kwa sababu tu ya kukamata ule nani uhalifu wa kukata miti bila kibali, mwenyekiti, basi imekuwa mimi kwangu ni kero kubwa, fanya dhambi kubwa. Basi baada ya hapo mimi nikabidi sasa nitulie, ndio leo nimekuja kueleza. Mimi naomba usalama wangu kwako, kwa sababu mpaka sasa hivi za nikatekwa au nikauawa. Na mpaka sasa hivi pia nimeshaikiwa bifu kwamba nitolewe kwenye uwenyekiti wa kitongoji na pia hiyo hali. Hapa mkuu wa wilaya, nimeona nizungumzie hapa mbele yako, ukweli utaniweka huru, na hata katiba ya chama inasema kule mwisho, mwanachama ndiye atasema kweli daima, fitina kwake mwiko. Kwa hiyo nimeona niseme haya na baada ya hilo kuongeza kero ambayo tumepona hapa kwenye kijiji chetu, mimi siacha kusema. Kama mheshimiwa amesema mbele yako, kijiji chetu cha muungano pale, mimi nimekuwa pale Kume, kuna kampuni ya makazi solution iko pale na inafanya kazi ya upimaji. Upimaji sisi tunaupenda tumeulizia, lakini kuna mambo yanayofanyika ya kupola watu ardhi zao pale. Imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wajane, hadi kwa wananchi, bila kufata utaratibu aina yote. Kwa hiyo kwa kwa uchache huo, mimi ningekuomba kama kuna uwezekano, mheshimiwa waziri wa, wa mkuu ungekuja hata kwenye kijiji kile ukasikiiza hata wananchi hizo kelele zao hizo zinakwambia, mimi ili ujilizishe mwenyewe. Asante sana kwanza. Eh, mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wanaoongea inabidi mwalinde msi, wasipate vitisho. Umesikia mkuu wa wilaya eh? watu wakiongea hivi walindeni wasipate vitisho eh? umesikia bwana? Eh, utalindwa uko salama sawa, eh, uandikisha, uh, na namba. Andika na namba yako kwa wasaidizi wangu nami nitakupa na mimi yako. Sawa eh. Tunachosema ni kimoja, tunachosema ni kimoja, tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hii, haya mambo ya, ya... kwa hiyo hiyo mkuu wa wilaya hii, mambo ya kwamba siko salama, siko salama hii seni maneno, mtu akiongea si, asijione uko yuko matatizoni. Watu kienda kwenye mikutano mjiji, watu waseme maeneo yao, hata hao walioongea leo mambo ya shamba shamba, asiwepo mtu wa kubugudhiwa. E, sisi tumetumwa tuwasikilize tunawasikiliza kila mtu aseme ukweli wa jambo wanavyolijua linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu. Na jana niliwaambia pale, niliwaambia pale Tanga, nikawaambia moja, wala tusichukie uwekezaji. Uwekezaji, shughuli za uzalishaji, ndio utaratibu wa nchi yeyote inayoendelea. Haiwezi nchi ikawa inaendelea alafu shughuli za viwanda vikawa zinashuka hamna huo utaratibu kwenye uchumi, yaani hauwezekani. Idadi ya watu kwenye nchi ikawa inaongezeka alafu shughuli za uzalishaji kwa njia ya asili na zenyewe zikawa zinaongezeka, maendeleo ya aina hiyo hayapo. Nchi zote zinazoendelea huwa zina hama zinaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo wala tusi, tusiweke uadui na uwekezaji. Na pale Tanga nilisema kitu kimoja ambacho serikali inakisimamia, nayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais eneo lolote linalohitaji uwekezaji linalohitajika kwa ajili ya uwekezaji, na nitanukuu maneno ya Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe, lazima mwananchi apate haki yake kwenye eneo lake alilokuwa na miliki. Tena Mheshimiwa Rais alienda hatua ya mbali, akasema, si kwa sababu nahamasisha uwekezaji basi ndo mwende mkapore maeneo ya wananchi haya si maelekezo ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais anasema ndio tunataka uwekezaji, lakini haki za watanzania wenye maeneo yao lazima yalindwe na lazima wapate haki yao. nimewaambia na jana Tanga pana nimewaambia na jana Tanga mjini, ndio maana nimeacha ile timu ifanyie kazi kwamba wa, nyinyi watu wa Tanga wala tusiwe na ugomvi na uwekezaji, tunahitaji uwekezaji, wala tusiwe na ugomvi na viwanda, tunahitaji viwanda. Watoto wetu watafanya wapi kazi tusipokuwa na viwanda? watafanya wapi kazi? tunahitaji viwanda. Kitu cha pekee ardhi isiporwe ovyo ovyo. Lazima maeneo ambayo yanatakiwa yafanyike uwekezaji, watu walipwe fidia, wapate haki yao, waendelee na maisha yao, ndio na Mheshimiwa Rais amekuwa kinara wa kulipa fidia. Sasa ninyi huku ninyi huku mnaofanya taratibu hizi za za uhamishaji wa maeneo kwenda kwenye uwekezaji, msimgombanishe Rais na wananchi. Rais maelekezo yake tena anataka fidia inayoendana na thamani ya eneo. Ndio sasa, maeneo yote ambayo serikali inahitaji kwa ajili ya uwekezaji, wala tusiende kwa kificho, wala tusiende kimya kimya, tuendeni kwa uwazi. Ongeeni na wananchi wa eneo husika, eneo hili linahitajika kwa ajili ya uwekezaji. Thamani, uthamanishaji na sheria ya uthamanishaji, uthamini wa maeneo inajulikana, ifanyike kwa uwazi, mtu apewe fidia Alafu tuende kwenye uwekezaji, ili vijana wetu wapate maendeleo, ili vijana wetu wapate ajira. Hatutaweza kufanya shughuli hizi za maendeleo kama kila kona tuko na mgogoro, hatutaweza kufanya hivyo. Sasa wenzetu wa ardhi, afisa ardhi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ile timu yetu ikishamaliza kazi ile maalum tuliowapa, waje na hapa wapate taarifa vizuri uamuzi wa serikali utafanyika. Niwaombe ndugu zangu Wanamuheza, tuwe na utulivu, tuwe na amani. Kila mtu atunze vizuri kumbukumbu kuhusu kumbu eneo hilo analoliongelea, analo tunzeni vizuri nyaraka, tuwe watulivu ili haki itendeki, ili tupate maendeleo. Ndio na mimi nilishawaambia. Wewe mtu hata akija akiwa na hela usitake kusema wewe, ukishakuwa na hela unakuwa Mtanzania na nusu, na sisi wengine wote ni nusu wa Tanzania. Kwa hiyo kweli na huo utulivu, timu itakuja itawafikia, na tumekubaliana tume, na mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, timu hiyo itapita eneo kwa eneo. Kwa hiyo maeneo yale watakapokuja, watawaona, tujue historia yake, tujue uhitaji wake, tujue uelekeo, then tuende na huo uelekeo, ili tuyamalize haya matatizo na tusonge mbele. Na wale ambao wameandikisha siku hiyo pia mjitokeze, mtapigiwa mtapigiwa na simu tuweze kupata hizo dondoo, timu yangu itapata hizo taarifa ili kuweza kusaidia. Lakini na siku hiyo watakapokuja, muwepo ili tuweze kusaidia kwenda nayo mbele. Nimekuona ndugu yangu uliyekuwa umeshika lile li, eh, usiende bali umeshaandika namba yako, umeshaandika namba yako eh, jina litakuja nani, jina lako? Rashidi Lipangala na yule na yule shemeji yangu wa Moshi yuko wapi? Ah, huyo aliyekataza mechi huyu mangi yuko wapi? yule shemeji yuko wapi? ameenda wapi? mwenyekiti wa kitongoji aya, Lipangala na huyo shemeji, mje na mimi niwape namba yangu kwa hiyo jamani, basi, tunawashukuru sana, timu itakuja itawasikiliza, lakini pia wengine mnaweza mkasema pia na mheshimiwa mbunge, mnaweza mkasema na mheshimiwa mwenyekiti wa chama, na kwenyewe atakuwa ameshafika yatanifikia. Asanteni sana, na kwa wanaoenda mwezi mtukufu wa Ramadhani, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <tune> Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lamek Nchemba akihitimisha ziara yake katika ukaguzi wa mradi huu wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Muheza, ambapo pamoja na mambo mengine ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga kukamata kuwachukulia hatua kwa maana ya kufanya uchunguzi wa hatua za ujenzi kutokana na kuibwa kwa baadhi ya vifaa vya ujenzi katika mradi huu, kwa kila alicho kinasibisha na uzembe wa watendaji. Basi hadi wakati mwingine, ndivyo ambavyo vinahitimisha matangazo hayo kutokea katika eneo hili. Tukutane katika eneo lingine, kwa sababu ziara yake inaendelea. Hadi wakati mwingine, mimi ni Asher Thomas.